Kuna maelezo muhimu tunayosahau. Kwanza, Lot alikuwa amekaa mlangoni. Hii si tu kukaa, mlango wa mji ulikuwa mahali pa hukumu na biashara. Lot alikuwa kiongozi. Pili, watu wa Sodom wanataka kuwajua wageni. Neno hili yada kwa Kiebrania linamaanisha uhusiano wa kimwili. Hii ni dhambi kubwa ya ushoga na ubakaji. Tatu, mke wa Lot hakuwa na jina lolote katika hadithi hii. Katika utamaduni wa Biblia jina linaonyesha umuhimu na uongozi wa kiroho. Haya si mambo madogo, yanaonyesha jinsi dhambi ilivyoingia katika familia hii. Tukiendelea na hadithi, watu wa Sodom wanazunguka nyumba ya Lot. Genesis 19:4 ondoa tano: lakini hawakuwa bado wamelala, watu wa mji ule, yaani watu wa Sodom, vijana na wazee, watu wote kwa ujumla, wakaizunguka ile nyumba. Wakamwita Lot wakasema, wako wapi wale watu waliokuja kwako leo usiku? Walete hapa nje kwetu tuwajue. Lot anajaribu kuwalinda wageni, hata akitoa binti zake, lakini malaika wanamponya Lot na kufunga macho ya watu wa Sodom. Mungu amekwisha amua, mji huu lazima uharibike. Genesis saa kumi na tisa na madakika kumi na tatu, maana tutawaangamiza mahali hapa kwa kuwa kilio chao kimekuwa kikubwa mbele za Bwana, naye Bwana ametutuma tuwaangamize. Wanyamapori walioangalanga wanaona hayo yote yanayotukia. Moyo wangu unaumwa. Nilitegemea kuona amani na upendo, lakini naona jeuri na ubaya mkuu. Lakini pia tunaona huruma ya Mungu, anatuma malaika kuwaokoa wenye haki kama Lot. Ni nini tunaweza kujifunza kutoka kwa hadithi hii ya kutisha? Kwanza, mazingira tunayochagua kuishi yanaathiri roho zetu. Lot alihama karibu na Sodom kwa faida, lakini aliathiriwa vibaya. Pili, tunahitaji uwazi katika familia zetu. Lot alishindwa kuongoza familia yake kwa uwazi. Mke wake hakutii amri ya kutozurura , akageuka chumvi. Binti zake waliathiriwa na utamaduni mbaya wa Sodom. Tatu, Mungu ni mwenye haki lakini pia mwenye huruma. Alimhurumia Lot ingawa alikuwa ameathiriwa na dhambi. Kwa ajili ya Ibrahimu alimwokoa Lot. Leo, je, tunaishi katika Sodomi? Je, tunachagua marafiki na mazingira yanayotuleta karibu na Mungu au yanayotupeleka mbali naye?